Tunahitaji haki za Mdude. Wakipaza sauti viongozi na wanachama wa chama hicho wakiwa wamekusanyika nyumbani Mdude, wame kwa bwana Mdude wamesema. Kwa hivyo hadi sasa Mdude hafahamiki alipo. Ninyi ni mashahidi, anaonekana amevuja damu nyingi, hatuwezi kuzungumza hata nilita ngapi tokea sebleni kwake mpaka kwenye barabara ambako gari ilikuwa imepaki ikimsubiri. Tunda tunatoa uh, wito kwa wanachama wetu wote popote waliko Aa, waweze kukusanyika tukusanyike, tukutane kwenye ofisi za kanda na tuweze kuondoka kwa pamoja kwenda kwa rasio, tukamdai rasio kutupa Mdude, kwa sababu unavyozungumza naye unavyozungumza na watu wake unaona kabisa kwamba kuna wanachokijua ambacho sisi hatukifahamu. Waliokuja kufanya kitendo hicho hawakudhamiria tu, kwa sababu kwenda kumkamata peke yake inaonyesha walikuwa na sababu nyingine ya mkini zaidi ya hiyo ndo maana unaona purukushani kubwa imefanyika hapa, kwa sababu ingekuwa ni ukamataji wa kisheria wa utaratibu, palipaswa kiongozi wa serikali za mtaa wepo, palipaswa watu wengine wawepo, hata majirani hapa wajulishwa. Lakini walienda wakavunja mlango, wakavunja geti, wakaenda chumbani, wakawa wanamwondoa wana Mdude pale, hawataki mke wake ashuhudie, na wamemzuia kwa, kwa, kwa, kwa kwa kauli ya, ya mke wa Mdude hapa ni kwamba yule askari aliyejitambulisha kama ni askari aliyebaki kwenye mlango wa chumbani alimzuia huko, akiwa ameshikilia nyundo kubwa sana mkononi ili kumtisha, kumuogopesha mke wa Mdude asione kinachoendelea, susebreni. Na kilichoendelea ndo hicho. Haya mazingira si mazingira sawa. Kama mnaona shemeji anashindwa kuzungumza, huyu bwana ameacha watoto wadogo, huyu mtoto analia. Tuwe na huruma, damu zimetapakaa nyumba nzima. niendelee kusisitiza Hizi haki za watu na damu za watu haziwezi kupotea bure hivi hivi. Etu wajitahidi basi, wafanye vitu kwa wakati basi, waonyeshe hata dhamira. Yaani, katika mazingira ya namna hii, hebu tuambiane tu ukweli. Katika mazingira ya namna hii, wewe hata ungekuwa wewe una muhisi nani ausio una, una, kuhisi au una nani nani? kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza. tunahitaji haki za Mdude. Mdude sio ng'ombe wetu, Mdude sio mbuzi wetu, Mdude ni ndugu yetu. Damu yake hatutakubali imwagike bure tunaomba jeshi la polisi litimize wajibu, tuwapate waliomchukua na tumpate mdude akiwa hai. Balozi wa mtaa wa Ivanga na mke wa Mdude wameeleza hali ilivyokuwa na jitihada walizofanya kujaribu kujinusuru. Awali tulikuwa tunapiga kelele wote kuomba msaada, tuomba tusaidie, lakini wanapovunja mlango tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye wakisema sisi ni mapolisi, tuna shida na mdude tu katika mmoja wao ndo akanizuia huo kwamba nisitoke nisiangalia, navokubwa kwa kweli. Usiku tulipolala nilisikia mlango na ugongo. Baada ya kutoka nikakuta kelini, mama twende kwenye tukio. Kweli baada ya kufika hapa hatujafika kwenye tukio, tuko babani kule, nikaona damu, mama usikanyagi hapa, kuna damu